Katika jangwa la siasa za Kenya, jina Raila Odinga limekuwa kama ngurumo ya radi kabla ya mvua, sauti iliyotikisa milima ya mamlaka na mabonde ya ukosefu wa haki. Raila hakuwa mwanasiasa wa kawaida. Alikuwa mchecheto wa mapambano, kiongozi aliyezaliwa kwa upeo wa vuguvugu vugu, na mwanamapinduzi aliandika jina lake kwa wino wa uvumilivu. Kwa zaidi ya nusu karne, Raila alisimama kama mnara wa matumaini kwa wale waliotamani Kenya yenye usawa na haki alipitia njia ndefu yenye miiba, vizingiti na majaribu. Mara akafungwa mara akasingiziwa mara akatupwa mawe ya maneno, lakini kama mto unaokataa kukauka jangwani, Raila aliendelea kutiririka, akivunja vizuizi, akipenyeza milango ya hila na kueneza imani ya mabadiliko. Wapo waliomuita Baba, wengine Tinga na wachache mganga wa siasa, lakini majina hayo yote yalikuwa ni tafsiri za hekima ya mtu alijifunza kutokata tamaa hata upepo ulipopiga kinyume. Tangu ujana wake Raila alionyesha uhodari wa kupinga mifumo kandamizi, akiamini kwamba taifa halijengwi kwa hofu, bali kwa ukweli na ujasiri. Katika kila uchaguzi Raila alikuwa kama simba wa Jangwani, akipambana bila kupepesa macho, akijua kuwa ushindi wa kweli si kutoa kiti cha enzi bali kushinda mioyo ya watu. Aliongoza harakati za mageuzi, akapigania katiba mpya, haki za binadamu na utawala bora. Ndiyo maana jina lake limebaki kama alama ya mwamko wa kisiasa, hata pale wengine walipochoka na kukaa kimya. Wapo waliomwona kama mpiganaji asiye na amani lakini kwa wengi alikuwa ishara ya matumaini yasiyokufa. Yeye ndiye aliyefundisha taifa kwamba ukweli unaweza kucheleweshwa, lakini hauwezi kuzimwa. Kama vile jua linavyorudi kila asubuhi baada ya giza refu, Raila alikuwa akiibuka tena na tena, akiwa mpya, mwenye nguvu na matumaini mapya. Safari ya Raila imekuwa ndefu, yenye milima na mabonde ya siasa, machozi na matumaini. Kihistoria itamkumbuka kama shujaa aliyeinua bendera ya demokrasia hadi pumzi yake ya mwisho. Kwa wakenya wengi, Raila ni tafsiri hai ya uvumilivu, alama ya matumaini na mwalimu wa kizazi kipya cha viongozi. Ni kama taa ya mwanga inayong'aa katikati ya bahari ya giza, ikiwaongoza wafuasi wake wasipotee katika mawimbi ya tamaa na hila za kisiasa. Raila Odinga ameaga dunia akiwa na umri wa miaka themanini baada ya kukumbwa na mshtuko wa moyo alipokuwa akifanya mazoezi ya kutembea asubuhi. Ameacha mjane na watoto wawili pamoja na urithi mkubwa wa kisiasa, kijamii na kiroho. Leo Afrika inalia kwa pamoja, kwa sababu imepoteza mwana wa mwanga, baba wa demokrasia na sauti ya ujasiri. Raila Amolo Odinga atabaki milele katika kumbukumbu kumbu za historia kama nguzo ya haki, demokrasia na matumaini ya watu wa Kiafrika.